Kila ofisi kabisa. Hata siku moja, yaani ndio mavazi yangu ninavaa kila siku, nataka ma-kiuni. Mavazi yangu ni ya heshima na kuvaa na kweli. Leo umevaa vizuri, umependeza. Ndio Dominika kubwa sana ya sikukuu ya Ekaristi takatifu kwa Kanisa Katoliki kubwa sana duniani. Mimi nakuelewa sana. Bwana umetoka kanisani umekuja zako hapa jioni hii mnaondoka na goli yenu moja, unazungumzia kwa mchezo na kitu gani ambacho kimekufurahisha siku hii leo? Ah, mimi eshatchea vizuri Mungu mm. atujalia tupata tuli pointi tatu kufungwa, lakini mm. mwingine na Musa Kagera na refarii sio mazuri sana matokeo leo aleo mm. cha Simba kakatwa, kaumizwa amna kadi ya njano mm. kwa nyekundu kakatwa, sharabu beki wetu maili kitasa Kaumia, tujui kama atakaa wiki ngapi, sababu bado uta, siku tatu kama dabi ataendeleje? Atujui ripoti ya jesu, atuji, ah, daktari o <coughs> k kwa nikoponi kwa mechi ni ngumu sana. Kagera kutana na Simba miaka yote nenda rudi, tangei iko RTC hmm. Kagera mechi ni ngumu sana akikutana upande wa pili akkutana ah, na hapana, si kweli. Fuatilia sana rekodi ya Kagera na Yanga ni nyepesi sana, inakuwa ngumu, hakuna

wanafuata wanafuata bodi ya ligi <coughs> bodi ya, ya ligi ratiba ya msimu toka tarehe fulani ligi inakwisha, MBC ndo tarehe 22, ligi inakwisha leo tarehe 22, atakuja muona bingwa sasa. Ndio maana kama hivi ratiba ya Simba kama ile mechi KMC tarehe 22, ndio ratiba bodi ya ligi. Mechi ya leo tunaitambua me, tu mechi ya leo. Sasa nimecheza mechi 15 sasa. Nikwambia sisi tunaitambua mechi ya ishirini eh, eh, eh, na mbili unahitimisha NBC Premier Ligi Tanzania bara ishirini na mbili siku ya Jumapili Juni h Simba, sasa kwa nini ushangae kwa nini? Hicho kiporo kakisogezani mbele, si bodi ya ligi

Hata kaimu kwanza kwani ligi bakisha mechi ngapi kuishe? NBC siku mechi mbili tu kwani usimacha malize ligi afu ndo ndo uja mambo yenu. Sisi tunafata kanuni. Kanuni kanuni zipanga vilabu arobaini na nane sio ya mtu mmoja mm, welewe mm, kanuni NBC Tanzania bara hii. Vilabu arobaini na nane yateza bodi. Mm, mm -hmm, bodi ya ligi welewe, na bodi hii ya ilu na mtu mmoja vilabu arobaini na nane mm. Asa, kagoma mtu mmoja leo hii manake nini hivi arobaini saba arobaini saba sababu ukacha premier na championship, wanashiriki uchagua bodi ya <totitumikana> <Duanaunda> <totitumikana> ya yeah. wanaunda bodi ya ligi kuelewe, na bodi hii ayu mtu mmoja <totitumikana> wao wapiga kelele, wacheze leo hii wanacheza mpaka ajaze. Wanacheza manake nini? ukosefu wa akili